Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari zenu ndugu zangu na karibuni sana katika chaneli yetu hii ambapo tunafundisha elimu za tiba mbalimbali. Sawa sawa. Leo tumekuja na somo la kumjua mchawi, yani kwamba njia gani nifanye ili nimjue nani anayeniroga? Sawa sawa. Watu wengi wamekuwa wanawahusudu watu. Watu wengi wamekuwa wanarogana sana. Sasa hii leo nitakuelekezeni njia ya kujua vitu vinavyokuja kesho na njia ya kujua nani anayekuroga. Ikitokea labda maisha yako e, au yaelewi, watu anakuhusudu, kila mmoja anakuroga na nani, sasa nataka kumjua nani anayekuroga. Kwanza kabisa hii elimu ni ngumu, lakini ni elimu ambayo ya kujitolea muhanga. Yaani ukifanya hii elimu, basi tayari wewe umeshachoka wanataka ufanye e, kitu ili kujua, watu wasiendelee kukuonea Sawa, so, dawa ya kufanya watu wasi wasiendelea au wajue au vinapokuja kesho. Cha kwanza chora tarasimu niloliona. Baada ya kulichora hiyo tarasimu weka kwenye maji linywe au lijipake kipindi unataka kulala. Lakini pia njia ya pili chukua majani ya mgagani. Baada ya kuchukua majani ya mgagani chukua na jicho la ng'ombe. Na jicho la kuku mwekundu ambaye ni jogoo. Saga vizuri dawa yako. Kisha panda kitandani. Sema napaka dawa yangu hii leo. Nataka leo niwaone watu gani ndio niloge. Unapaka dawa yako hapa chini ya jicho na huku na chini ya ulimi. Utawaona watu wote wenye kuloga ambao wanakuhusudu ambao wanakuloga. Hii elimu pia ina uwezo kuona hata wanga. Na una uwezo hata kuona majini. Hii ni elimu ya kuona vitu vinavyokuja kesho na pia hii elimu inaambatana na wale watu ambao wa wa wao hawaoni vitu yani, vitu hawaoni, hawaoti ya, yani mtu anakwambia, nilikuwa naota, siku hizi sioti tena. Hiyo inasaidia kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo hii elimu ni pana na kidogo mtu nimeidokozea. Majani ya mgagani anasaga anachukua jicho la ngombe na jicho la kuku mwekundu. Baadaye, anakuwa na anajipaka. Injia ndio alikuwa anatumia wazee zamani. Kuna kioo kuna kuna kimoja mimi nilikitengeneza kwa kutumia jini mmoja aitwaye Vasago. Vasago ni jini ambaye muuli wake ukiutumia vizuri na kivumbasi unao uwezo wa kuona yanayokuja siku moja. Nilitengeneza kioo, baada ya kutengeneza kioo nikakiweka muuli wa Vasago. Baada ya kuweka muuli wa Vasago nikachukua nika, eh, majani ya mgagani nikachukua na jicho la ng'ombe, nikachukua na jicho la kuku nao. Baada hapo, kile kioo nikamwambia mdogo wangu mmoja, shika kikio, kisha angalia katikagia kwenye, kwenye chumba cha kiza kwanza. Alianza kuona watu kwa kwa walefu kitumia katika mambo mbalimbali wa zamani walikuwa wanatumia kuona majambo kwamba nani aliyeiba, nani anafuatilia katika maisha yangu, nani ambaye vasago baada ya kumchola vasago Eh, we koga kivumbasi. Baada ya koga kivumbasi uwe na majani ya mgagani ambayo utayasaga, uwe na eh, maja, baada ya majani ya mgagani, uwe na jicho la ng'ombe umelisaga na jicho la kuku mwekundu. Hii njia ambayo ukiifanya kwa usahihi utakuja kuona maajabu ya dunia. Yule kijana wangu baada ya kufanya hivyo akanambia nasikia mawengi baada ya kumaliza, kwa sababu ni jibu kweli majini, kichwa kinamuuma kila kitu kinamuuma. Kwa hiyo nimekudokezeni kidogo sana. Eh, leo tumesoma hivyo, na insha Allah kesho tutasoma hivyo vingine vikubwa. Baada ya kusema haya, asanteni sana, na amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Asanteni sana.